Habari, karibu Sema. Wanasema mazungumzo ni afya. Je, umewahi kuzungumza kuhusu ngono na wazazi wako? Kwenye episodi yetu ya leo, tuliwauliza wageni wetu na majibu yao yatakushangaza. N no. never. Never, never, never, never. Maisha ndo yamenifunza kuhusiana na maswala ya ngono kutokana na jinsi nilivyolelewa na maadili ya nyumbani, ni ngumu ku kumshirikisha mzazi au kumuuliza mzazi kuhusiana na ngono. Nimewahi kujadili na wazazi wangu kuhusu masuala ya ngono kwa sababu kule nyumbani kwetu mimba za utotoni zilikuwa nyingi sana. Kwa mimi mzazi wangu alikuwa rahisi sana kukaa na mimi na kunielekeza. Kuongelea tu kondom ilikuwa ni shughuli. Nilimwambia kwenye simu, yani nisiwe karibu na yeye kumwangalia, alafu nimerudi tu nyumbani, Mama ni kondom. Umeenda kufanya session za kondom wewe. Kondom unajua ni nini? Ni dhambi. Imagine kondomu niliambwa nidhami. Sasa ngono kama ngono, anaweza kakuangalia juu mpaka chini, akachukua mwiko pa kwa hiyo <laughs> ilo swala kwetu mwiko utajua, huko ko nje ya safari wazazi <laughs> wangu walikuwa ni wafanya biashara, wanajishughulisha na biashara ambao wanasafiri mara kwa mara, kiasa kwamba hata nikirudi likizo hatuonani mara kwa mara ile kutengeneza ule ukaribu ambao unaweza ukawa huru kuongea mzazi wako chochote. Mimi binafsi naamini kuna umuhimu sana wa wazazi na ngolo. Ni sahihi kwa wazazi kuzungumza na vijana mapema kuhusiana na masuala ya ngono. The closest we have gotten kwenye kujadili kuhusiana na ngono ni pale ambapo binti unapata pengine hedhi yako ya kwanza tena si ni mazungumzo ni vitisho. Sasa umekuwa binti, ukianza michezo michezo na wakaka, unapata mimba. Akiongea naye ngono mebi kwenye usiku wa kitchen party kwamba unaenda kuolewa, msichana au mvulana, ile unakaribia kwenye harusi, wanakuita wababa baba, mnaongeongea, sio ile kiundani. Ni ile mzazi mnakuwa mnaongea, anajaribu kuchomekea baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa ni kama vitisho, lakini sio kwamba ni mzazi anakaa na diskasi labda anakuelezea kuna faida na hasara hizi na hizi. Vijana kutokuwa na taarifa za kutosha na sahihi kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi na ngono, hii imeleta madhara mengi sana, ikijumuisha kwa mfano masuala ya kuongezeka kwa virusi vya UKIMWI kwa vijana, kuongezeka kwa maambukizi ya magonjwa ya ngono, mimba za utotoni, vitu ambavyo naamini ingekuwa kuna msingi wa kutosha na sapoti ya kutosha nyumbani kwa kijana kuanza kujifunza mapema pengine tungemsaidia kuweza kudhibiti hizi changamoto kutokea katika maisha yao mapema zaidi. My mum used to tell me kwamba unakwenda chuoni huwa kuna vitu vingi utakavyokutana navyo, akasema ukiona umeshindwa kabisa, tumia condom, ila kunieleza why and how, na mimi siko na power ya kuuliza, so tukaishia tunacheka kama utani, but that is na bad luck. Ni kwamba mimi hata nilivyovunja ungo mtu wa kwanza alikuwa ni dada wa kazi, nifundisha namna unavaa hivi pad. Baada ya hapa sasa, ndogo wangu unatekewa moja mbili tatu, lakini mama angu hakuwa na huo muda. Ingekuwa kuna msingi wa kutosha na sapoti ya kutosha nyumbani kwa kijana kuanza kujifunza mapema, pengine tungemsaidia kuweza kudhibiti hizi changamoto kutokea katika maisha yao mapema zaidi.